Waziri Mkuu wa Tanzania Dkt Mwigulu Lamekinchemba amewataka Watanzania kutumia siku ya uhuru kwa mapumziko nyumbani. Na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer leo anamkaribisha Rais Volodymyr Zelensky mjini Londoni kujadili mipango ya amani wakati Urusi ikiendelea kuishambulia Ukraini. Habari kamili. Shinyanga Wananchi wa Shinyanga wameshauriwa kulima mazao yanayostahimili ukame kutokana na changamoto mabadiliko tabi ya tabia nchi. Mbunge wa jimbo la Itwangi Bi Azahil Alhamad amesema hayo wakati akihamasisha wananchi kulima mazao yanayostahimili ukame baada ya msimu wa mvua kuchelewa. Aidha, Biaza amesema kuwa licha ya wananchi kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo, lakini bado wakulima wameshindwa kupanda mazao kutokana na ukosefu wa mvua. Tunatambua kipindi cha masika katika wilaya yetu kingelikuwa kimekwisha anza, lakini mpaka hidubu, sasa hivi hali tuliyonayo kidogo haiko sawasawa sawa. Niwaombe sana, ni wasihi sana tukaseme na wananchi wetu kuhakikisha tunapanda mazao yatakayostahimili ukame kutokana na hali iliyopo kisema tulime yale mazao tuliyozoea, wakati hali ya hewa tunaiona, tutakuwa na wakati mgumu. Hakuna kipindi kigumu kama unakuwa kiongozi alafu unakuwa hakuna chakula. Niwaombe sana kila mmoja kwa nafasi yake, tuhakikishe tunapanda miti hata kama miwili mitatu. Baadhi ya wakulima wameomba maafisa ugani kutoka na kutoa elimu kwa wakulima juu ya mazao yanayopaswa kulimwa na yanayostahimili ukame. Bukoba, Halmashauri ya wilaya ya Bukoba imeagiza kizuizi cha mazao kata ya Katerero kuhamishiwa na kuwekwa eneo la wazi baada ya watumishi kutuhumiwa kudai rushwa. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Bwana Sadot Ijunga wakati akiongea na maafisa watendaji na wadau wa maendeleo Chemba wilayani humo. Bwana Ijunga amesema kutokana na kizuizi hicho kuwepo kwenye kona na kusababisha kutoonekana vizuri, imekuwa ikisababisha watumishi katika kizuizi hicho kukosa maadili ya kazi yao, wakijihusisha na rushwa. Wale watoza ushuru kwenye zile beli ya wanajifanya vigogo, gari alipaswa kukaguliwa, yeye amekaa umefika, unapaki mpaka kuja kufungua, unamaliza pale kataa, alafu wanafungua simu moja kwa mfano, hapo mbele imechindika barabara, lakini anafungua pale pale upande wa kule, afungui ukikuta lori iko mbele, inapasha kukaguliwa, unasubiri wewe mwenye gari ndogo akuruhusu. Wale nadhani wanasimamiwa na watendaji, nendeni mkawasimamie kuhamisha belia ya Katero kutoka kule chini ije hapa Mgaza. Malalamiko yanayotoka ile kata nzima yanasema pale kuna rushwa nyingi ilikojificha kwenye kona. Kwa hiyo, mtendaji, wiki moja hiyo belia iwe imeama imetoka kwenye kona ije Mgaza hapa kwenye mbao. Aidha, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bi amekiri kupokea agizo la kukiondoa kizuizi hicho na kukipeleka sehemu ambayo itakuwa inafaa kwa ukusanyaji wa mapato. Dodoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Dkt Mwigulu Lamek Nchemba amewataka Watanzania kutumia siku ya uhuru kwa mapumziko ya nyumbani. Dkt Nchemba amesema hayo leo jijini Dodoma wakati akitoa ujumbe wa salamu za Rais Dkt Samia Suluhu Hasani kuelekea siku ya uhuru wa Tanganyika. Dkt. Nchemba amesema wafanyakazi na wale ambao shughuli zao hazina ulazima wa kutoka wanapaswa kuadhimishia wakiwa nyumbani na wanaolazimika kuwa kwenye vituo vyao vya kazi watapewa maelekezo na viongozi wao. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania Bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe tisa Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe tisa Disemba 2025 hawatakuwa na hawata dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika mwaka huu yatakuwa na sherehe, hayatakuwa na sherehe, na fedha iliyokuwa itumike imeelekezwa kukarabati miundombinu iliyoharibiwa wakati wa vurugu za Oktoba 29 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura, serikali ya Burundi imesisitiza kuwa viongozi wa ngazi za juu serikalini hawaruhusiwi kujishughulisha na biashara ya aina yoyote na majukumu yao ya kitaifa. Kauli hiyo imetolewa na msemaji wa rais wa Burundi, Birusinegleni Gathoni, kupitia vyombo vya habari kuwa ni lazima kuwe na utofauti kati ya majukumu ya kiongozi wa serikali na shughuli binafsi. Raisi Jenerali Evariste Ndayishimiye amesema viongozi wakuu wanapaswa kulitumikia taifa kikamilifu bila kuingiza maslahi ya kibiashara. Aidha, Rais Jenerali Ndayishimiye ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na pande zote zinazohusika na mgogoro wa kiusalama mashariki mwa Kongo kuunganisha nguvu kudhibiti machafuko kati ya Rwanda na DRC. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer leo anamkaribisha Rais Volodymyr Zelensky mjini Londoni kujadili mipango ya amani wakati Urusi ikiendelea kuishambulia Ukraine. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz pia watashiriki kwenye majadiliano hayo yanayolenga kuangazia namna ya kujibu mipango ya Marekani ya kuvimaliza vita nchini Ukraine. Ziara yake inafanyika baada ya maafisa wa Ukraini kumaliza mazungumzo ya siku tatu na wenzao wa Marekani kuhusiana na pendekezo hayo. Na rais wa Marekani Donald ana wasiwasi wa pendekezo hilo kukubalika. Ukraini na washirika wake wa Ulaya wanataka kushinikiza usitishwaji wowote wa wa mapigano uzingatie dhamana ya usalama kwa Ukraini, na kupinga pendekezo la Ukraini kuachia maeneo yake. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Halmashauri ya wilaya ya Bukoba imeagiza kizuizi cha mazao kati ya Katerero kuhamasishwa na kuhamishwa na kuwekwa eneo la wazi baada ya watumishi kutuhumiwa kudai rushwa. Waziri mkuu wa Tanzania Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba